Tumefanya hivi Mufti moja, ili tusaidie kuomba dua kwa taifa letu. Wewe unafahamu kwamba sisi tumeteuliwa tu na mheshimiwa rais, si lolote si chochote. Na mimi, na mimi mheshimiwa Mufti, naomba nieleze tu kidogo kwamba namna nilivyokuwa tangu mdogo Sikufunzwa sana kuongeongea uongo. Mara nyingi watu wanaweza kanichukia sana, hata namna ninavyozungumza na watu, lakini kwa sababu ya orientation niliyoipata tangu nikiwa mdogo, na tukiwaeleza watu ukweli tunapona na tunaponya Tanzania. Kuna siku moja, Mufti, kuna mama moja alikuja ofisini Mie, miaka miwili imepita alipokuja, alikuja na mtoto mlemavu akaniambia, mkuu wa mkoa, mimi nimetelekezwa, naomba msaada. Tukatoa msaada kumhudumia yule mtoto, na tukatoa msaada kudum kumhudumia yeye mwenyewe na yule mtoto. Mheshimiwa Mufti, sasa hivi tunamsomesha wenyewe kwa pesa zetu. Siyo vizuri sana kuyasema haya lakini kwa sababu staji jina nadhani wala haina tatizo. Lakini wiki mbili zilizopita kaja tena ofisini, bahati nzuri ni mjamzito, lakini anasema tena nimetelekezwa. Sasa Mheshimiwa Mufti, sim simsemi vibaya, lakini hoja yangu ya msingi na ambayo juzi hapa mmenisikia anasema akina mama mkisimama imara, mkajitambua, mkaomba kwa nia, taifa hili litakwenda vizuri na watoto wa mitaani watapungua kwa asilimia mia moja. Hoja yangu ya msingi na hata ambayo nilisema pale Magomeni juzi juzi, nikasema inawezekana hata katika imani ikakuruhusu kuwa na mke zaidi ya mmoja na wengine huko mtaani unakuta wanakuwa na michepuko na michepuko na michepuko, mwisho, Mheshimiwa wa Mufti, wanazaliwa watoto. Mtoto anayezaliwa kwa baba ambaye hana utaratibu anakuwa kero kwa jamii anayoikuta, badala ya mtoto kulala nyumbani, anaanza kutembea nyumba na nyumba kwenda kuomba msaada wa chakula, mtoto mdogo. Badala ya mama kumlea mtoto, anakuwa hawezi kumlea kwa sababu ni kama mtoto amezaliwa pasipo utaratibu. Kwa tukasema kabla hujafanya jambo lolote, ni vizuri ukatafakari kuhusu hiki kizazi kinachokuja kuzaliwa, kinaweza kikasononeka kwa namna gani kisipoukuta upendo wa mzazi. Kwa hiyo ndio ile tunasema unaweza kujaliwa watoto kumi watoto kumi na tano watoto ishirini watoto wawili, kikubwa sio tu wale kuangalia, kikubwa ni kwamba je watoto hawa ambao Mungu amekujalia wanaweza kuja kuwa ni matunda sahihi kesho? Na watakuwaje ni matunda sahihi kama hakuna anayewahamrisha kwenda madrasa, kama hakuna anayewahamrisha kwenda Sunday School, kama hakuna anayewahamrisha kusema kuwaheshimu wakubwa na wadogo, kama hakuna anayewakemea madhara ya wizi, madhara ya bangi, madhara ya kitu gani, ili kesho huyu mtu aje awe kiongozi na baraka katika taifa letu.